Ole wao wachungaji wa kondoo wanaziharibu kondoo za malisho na kutawanya, asema Bwana. Ole wao wachungaji wa kondoo wanaziharibu kondoo za malisho na kutawanya, asema Bwana. Mimi ndimi mla mtu akiingia kwangu ataokoka. Mimi ndimi mtu akiingia kwangu ataokoka. Ndugu yangu, nilitafuta kukuhimiza kuzingatia Kristo Yesu. Yesu ndiye mfano mkuu wa kufuata, exemple par excellence Kristo. Tufuate mfano wa Yesu sababu wamoja ambao wamefata mifano ya wanadamu wengi wamerudi nyuma na kuwavunjika moyo. Wamoja ambao waliotia tumaini yao ndani ya wanadamu, ndani ya viongozi, ndani ya wachungaji wao, ndani ya waimbaji, ndani ya, ya watumishi, ndani ya mtu tu wanavunjika moyo na kurudi nyuma. Heri yule ambaye Bwana Mungu ndiye Mungu wake, ndiye tumaini lake, ndiye kimbilio lake, ndiye msaada wake. Mwanadamu ni wa madhaifu, mwanadamu anachokaka nashindwaka. Sababu niko naona watu wamoja kwa siku hizi, na nimesikia wamoja wanasema vya kanisa tumeviacha. Ona gisi bapretre wala bapadiri uh, wala bachungaji fulani bapadiri fulani mambo fulani, ambayo wako wanafanya na sisi tunaacha vya kanisa. Ona jinsi yani, wakuwa makanisa fulani, ona gisi matendo yao yako kama ni vile, nasi vya makanisa tutaenda tena, tunaacha kuamini, tunaacha hapana. Tusifate wanadamu. Wanadamu hawezi akaokoa dini haiwezi kakuokoa, lakini Kristo Yesu anaweza kakuokoa. Kristo, tia tumaini lako ndani ya Kristo. Yeye haweza kakudesevoir, yeye habadilikake, yeye si mwanadamu asemake uongo. Yeye ni mwaminifu, yeye hashindwake, yeye haterezake, yeye ni mtakatifu. Hili ndilo nitafuta kukwambia. Ukimtegemea mwanadamu, maandiko nasema, amtegemeaye mwanadamu alaaniwe, amfanyie mwanadamu kuwa nguzo yake, na moyoni mwake amemsahau Mungu. Tegemea Yesu, acha kutegemea wakuu wa makanisa, wakuu wa inji, wakuu mwanadamu yeyote yule. Bamingi wamekuwa desu sababu ya kutegemea wanadamu. Mungu atusaidie sana. Ubarikiwe. Mungu akutie nguvu na Kristo akuongoze. Amina.